Amejipata wizara ya elimu imefunga shule ya msingi ya Garden of Hope huko Ngong, katika eneo la Kajiado kaskazini, kwa madai ya kuwa shule hiyo ina mizozo kati ya wasimamizi wafadhili, na pia mzozo wa ardhi wa shule hiyo. Mkurugenzi wa elimu katika eneo bunge la Kajiado kaskazini, Jane Murimi, alipata tabu kuelezea wazazi sababu za kufungwa shule hiyo ambayo hutoa msaada wa elimu kwa wanafunzi wengi. Usimamizi wa shule hiyo kupitia wakili wake Makena Kinoti wanasema kwamba wizara ya elimu haikufuata sheria kwa kufunga shule hiyo. Watoto wangu sijui kwa wapi saa hii, mi munajua tu hapa Garden, sijui njia ingine mnafuatilia hiyo watoto. Sijalala siku nne kulilia tu kwa hiyo watoto, ulitoka magadi saa saba ya usiku walifika hapa kufuatilia watoto wangu na sijaona na mkono na macho tu. sasa ni nani anaulizwa? Sasa kuna kuwa na mambo mingi, tunataka vile tunaweza kupata hao watoto warudishwe hapa, hapa tu ndio. Sasa hiyo kesi ikiendelea, watoto wanarudishwa hapa, no hapa na wazazi wanaitwa hapa. Na huyu anasema mdhamini, hatujamuona kwa macho miaka hiyo yote hatujamuona, miaka kumi na saba hatujamuona. Tunataka watoto wetu warudishwe hapa tupeleke nyumbani, kama serikali inachoka na watoto wetu. Nimeongea na nyinyi kama, kama mzazi, nimeongea na nyinyi kama Mkurugenzi wa elimu ya kwamba watoto wetu tumewahamisha kutoka hapa mpaka wapi na kusikiwa na mtoto hata mmoja atabakia nyumbani Ministry of Foreign Affairs Honorable Musalia Mdavadi if you can listen to me we want feedback from your office yes. the office of the Ministry of Education we want to know yes. what is your involvement in the closure of this institution mm -hmm. exactly. Honorable Bitok Naam no.